Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa Jimbo la Ilala, mbele yako hapa ni waheshimiwa wabunge. Tunafahamu umegombea nafasi ya kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka chama cha Mapinduzi. Unapewa dakika zisizozidi tatu za kutoa maelezo, na endapo itawapendeza waheshimiwa wabunge wanaweza kukuuliza maswali yasiyozidi matatu. Karibu sana. Asante <coughs> sana mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Mussa Azzan Zungu, nimetia nia kugombea nafasi ya ubunge kugombea nafasi <coughs> ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye kokas ya chama, na ni washukuru wajumbe wa chama cha Mapinduzi kwenye kokas kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama Spika. Moja ya za ajenda zangu kuu, mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha kulinganisha bunge hili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 Katika hatua hii tulisema makofi yapungue kidogo, haya eh. Ndugu zangu, mheshimiwa Musa Hassan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Ado.